Kwa maana hiyo tukiwa kama sisi uzao wa Yakobo walatoto kumi na mbili. Sasa je, sisi ambao tunauzani kwamba wazungu ndio walituletea dini, je, dini tulizoka nazo au tumeletewa? Live na Gee round up, leo tunaona umeungana na sisi hapo kwa dakika chache kabla hatujamwachia blaza aendelee. Umeipenda hii mada? uko wapi kwanza? Sana sana. I say Grace so kwa kwanza nashukuru sana sana. Nilikuwa na hamu sana sana sana wewe ndugu yangu hapa, kwa tangu katika ile session ambayo iliyopita, kwa sababu kuna maswali mengi sana aliweza kuniibulia katika mindset yangu. Ah, mimi kwa sasa hapa e, nipo Zanzibar, nipo nyuma yangu hapa kuna hoteli na ya Neptune. Sipo ndani ya hoteli ila mishemishe zangu ni sehemu ya ibishi nategemea utalii. Ah okay, sasa kwa haraka zaidi bila kupoteza muda ndugu e, Kihula nataka ni nikuulize kwa ile session ya kwanza kama ulivyoweza kutuelezea kwamba sisi ni uzao wa Yakobo kwa wale watoto kumi na mbili ehe. Sasa baada ya hapo miaka ilivyozidi kwenda tukaweza ku spread kutoka aa, mashariki ya kati kama ulivyosema mpaka huku Afrika. Sasa swali langu linakuja hivi, kwa maana hiyo tukiwa kama sisi uzao wa watoto ya, wa Yakobo, wala watoto kumi na mbili, mwona na tukaja huku Afrika. Sasa je, yeah, ina maana tangu awali tulikuwa tunamwabudu yule Mungu wa Isaka na Yakobo kama ambao tunavyofahamu katika imani zetu. Sasa je, yeah, kipi kilianza katika hichi ipi ambayo ni sahihi? Kama tunavyoamini sisi ambao tunaozani kwamba wazungu ndio walituletea dini tukaweza kuadapti kutoka kwao na vitu kama hivyo mona Sasasasa uh, sasa, kipi ni sahihi kati ya hivyo? Ni hivi tunavyofahamu kwamba wazungu walituletea dini au tulitoka na dini tangu huko awali? Hilo ndio swali langu ambalo nilikuwa nataka nikuulize kwa hapo, kwa sababu uliniulibilia jambo hilo kwa uzito sana. Kwa hiyo kama tunavyofahamu sisi tumeletewa hizi dini, je, dini tulitoka nazo au tumeletewa? Karibu sana, nimekuelewa. Swali lako ni zuri. Swali lako zuri sana kaka yangu Deus, na jibu lake ni rahisi. Sisi tulikuwa hatuiti dini, inaitwa utamaduni sisi leo. Ibada yetu ni utamaduni. Wazungu walibadilisha utamaduni wetu, wakauri package, wakaita dini. Ni tabia hiyo hiyo anayo mpaka leo Maji yapo siku zote, lakini kuna sasa hivi watu wanakuletea maji, wanakuuzia maji kwenye kibobo, wamekipackage sasa. Utasema wewe kwamba yule sasa hivi aliyoleta maji kwenye kopo amekuletea maji au maji alikuwepo? Iko hivi, dini tulikopo ni utamaduni wetu. Tulikuwa tunafanya tohara, babu zetu walikuwa wanafanya tohara, lakini ukisoma kwenye maandiko ya dini kuna watu wengine wanakuambia tohara ni dini. Sisi kwetu ni utamaduni. Babu zetu walikuwa wanafanya kitu kinaitwa matambiko, wao wanaita matambiko, labda wanadhani kwamba a ile kutoa kafara ya mnyama ile. Ukisoma kwenye Babilia kuna watu wengine hata Waslamu wana sikukuu za kuchinja. Kwao ni dini, kwetu ni tamaduni. Kwa kifupi ibada zote ni tamaduni zetu. Lakini wao ku brand, sasa kuna kitu kinaitwa branding. Dunia hii mpya ni ya brandi. Sasa nikikuletea sasa maji nimeweka kwenye kopo, nikaibrandika nikai ile lebo yangu, hiyo wanaweza kuwa wameleta wao. Lakini hawajaleta ile utamaduni. Ndani ya nafsi zetu sisi. Sisi tuna tamaduni unaitwa utu jina, le, jina letu lenyewe linaitwa utu. Jiulize kaka yangu, dini zote zinaishia wapi kama sio kuwa na utu? Ukimwambia mtu kwamba usizini, usiseme uongo, usiue mtu, sikumwambia tu kuwa na utu, usizini, uongo, na utu. Sasa sisi tunaitwa Wabantu, kwamb yani, achana kwamba unasema, ni jina letu kabisa, watu wenye utu. Utasemaje mtu katuletea katu, katu, katu hicho kitu yeah. Nimeshajibu na... swali lako kaka yangu ah. Naam, samani kidogo kwa hapo, samani kidogo kwa hapo. Uh, mi nimekufahamu, ila bado hujaspecify zaidi. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hizi dini kwamba zilivyokuja zimekuja sasa zikiwa modern, kwamba zimeweza kubadilishwa baadhi ya vitu na vitu, kwa sababu kama awali, kama sisi tunavyoamini tukiwa hapa Afrika tukiwa tunaishi kwa kuabudu mizimu matambiko na vitu vingine, lakini kwa wao sasa, western culture ilivyokuja kwamba tukawa tunaambiwa kama hivyo vitu ni kama pro, prohibited, muona kwa kwa kutokana na imani ya Kikristo na imani zingine zote kwamba hivyo vitu kama havifai, na tukaachishwa hivyo vitu mpaka sasa hivi tumeweza kulisi hizo western culture. Kwa hiyo sasa, nilikuwa nataka kuuliza kwamba yeye yeah, kwamba unapomaanisha wewe kwamba tulikuepo navyo Maka tumekuja tena kufundishwa tena hivyo vitu. Lakini awali tumetoka huko huko kwa uzao wa Yakobo. Kwa hiyo mm, tumekuja tena huku tumeletewa vitu vile vile ambavyo tulivyokuepo navyo. Kwa hivi ambavyo je, tulivyokuwa tunavyovifanya sisi vilikuwa vimetoka wapi? Kama hizo kuabudu yeah, mizimu kutambika na vitu vingine. Hata nikusaidie hapo. La... Nimependa swali lako tena. Swali zuri sana. Naomba nilijibu hapo hapo. Neno yeah, mizimu ni nini? Baba, mfano Mungu alijiita Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Akati anajiita Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, mda huo anaongea na Musa. Akati anaongea na musa Mu, Musa ni kitu kuwa mbali sana, maanake Ibrahimu, Isaka na Yakobo alikuwa asha kufa. Maanake Mungu alisema ni Mungu wa mizimu. Iko hivi, kuna amri kwenye maandiko, imeandikwa mweshim, mweshimu baba ako na mama ako. Unamheshimu akiwa hai tu, akifa unaacha kumheshimu? Maanayake akifa, ukienda kwenye kaburi lake ukaanza kulia, ukawambia baba, babu yangu nikumbuke, maanake imekuwa dhambi. Aya, swali so, lingine kwa hao walioleta wa, dini yao hizo wanaita watakatifu, wanasemaga kuna mtakatifu Agostino, mtakatifu nini wako haya, wajafa kama wamekufa. Wanavyoenda makanisani kila siku wanasema mtakatifu Agostino sijui mama, mama Bikira Maria nini, hao watu sio wamekufa, maana yake ni mizimu. Maana yake ni hivi ndugu zangu, tufute neno mizimu, ni torati inayosema mheshimu baba yako na mama yako. Heshima ile haifi, akifa akifa heshima inaendelea. Baba yako na mama yako lazima mheshimu, aidha yuko hai au wamekufa kwa baba yako na mama yako akifa, eti sasa kwenda ukaenda kwenye kaburi lake ni mzimu, amegeuka kwa shetani? ndio kitu gani hicho? kwa kifupi ni hivi: Mungu, Yakobo, Ibrahimu, Isaka ni babu zetu sisi, wa uzao wa mbegu kabisa. Achana masuala ya kiimani yale, eti Israeli ya kiimani, achana nayo. Wazungu walichokifanya ni kwamba wakitambua kwamba wao hawana damu ile, unafanyaje sasa kupata damu ile au kupata kopi ile? wakageuza dini kiwe kitu sio cha uzao wakafanya sadini dini iwe ni kitu cha kiimani, ili mtu yoyote aingie na kutoka anavyotaka, kwa sababu wewe sasa hivi huwezi taka kuwa mchaga, uwe mchaga. Lazima uzaliwe na Wachaga, dini ndio iko, tamaduni ndio iko hivyo. Huwezi sasa hivi eti ukaokoka, uka, ukao Mwisraeli, eti ukaokoka kwa Mwisraeli, kama sasa hivi tunaokoka na kuwa Mkristo, sio unakuwa Musla... dini kaka, kama hujazaliwa na uzao wa Ibrahimu, saka na Yakobo kama ilivyo Arabu na Wazungu, wale ni milele, hawezi ingia kwenye, kwenye congregation ya Mungu, sio watu wa Mungu wale watu wa Mungu ni nyie kiu zao. Sasa wao walikuja kuleta dini hili nini? Walete mlango wa imani ambao unaweza kuingia kwenye nyumba ya mtu bila kuwa kabila hilo. Yaani kwamba mimi leo nienda Uchagani niseme mfano mimi ni Mnyiramba. Eti niseme Uchaga sasa hivi sio kabila. Uchaga sasa hivi ni imani. Nimeokoka nime, nime sasa hivi nimekuwa Mchaga. Kwa sababu nimeokoka nimekuwa Mchaga, nienda Uchagani napewa ardhi na miliki, naweza kuwa tapapa wa Wachaga. Huo ni ujinga ambao, haupo haujawahi kuwepo. Dini ni, ni kitu cha damu, ni utamaduni, ni makabila. Wale ni babu zetu, na si mizimu. Ukimwita baba haa, kwa kifa tukamwita mzimu, umemkosea na umemv, umemvua nguo. Yani, alipokuwa hai umemheshima, amekulea, amekufa, kageuka kuwa pepo, kawa shetani, alafu watu wakwambia Bikira Maria, Bikira Maria yuko hai. Kwa hiyo ndugu zangu naomba mnielewe kitu kimoja. Ili swala la makabila ni swala letu kwanza, mimi nalisimama nimeweka hata roho yangu rehani. Mimi siongee kitu kama tu of, kama watu wengine hapana. Mimi naongea kitu ambacho aidha, mimi kama nakosea Mungu aniadhibu. Lakini kama ya makanisa yanawakosea nyie Mungu awaadhibu. Siko, siko katikati. Mimi siko katikati kwa sababu unafiki unaanziaga hapo. Unafiki unaanzia wapi? Kuleta ajenda nyingi kwenye kitu ambacho kimoja kinaumiza watu. Ndo maana mi pointi yangu ni moja, hii ni tamaduni zetu na wao ni mababu zetu. Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni mababu zetu, wale watoto wake kumi na mbili ni mababu zetu na wamezaya makabila yetu. Mfano Rubeni, mtoto wa kwanza Yakobo, ndo kazaa Wasukuma. Simoni, mtoto wa pili wa Yakobo, ndo kazaa Wakuria, Wakisi na Wasonjo. Lau, mtoto watatu wa Yakobo, kazaa Wamasai, Wachaga, Wameru, Wagogo, Wahehe, Wapogoro, Wasangu, wa Mangati nikaenda <laughs> E, mtoto wa nne Yuda amezaa Wanyakyusa, Wakinga, Wasafwa, Wanyiha, Wawanji, Wawandali, wa Waluya. Dani kazaa wa Sudani. Naftali kaza wa kazaa Wangoni, Wafipa, Wanyamwanga, Wanyaturu, Warangi, Wairaki. Gadi, Gadi amezaa Wahaya, Waha, Wahutu, Waangaza, Washubi. Wabaganda. Asheri kazaa Wapare, Wasambaa, Wabondei, Wagweno, Wakamba, wa Sagara. Isakari mtoto wa tisa amezaa Wanyamwezi, Wayao, wa yawa, fulani Zabuloni kazao wazaramu washirazi wazigua wadigo wazanzibari. Yusufu, yule alozo utumwani, amezaa Ifraim kupitia mtoto wake wa kwanza, ndio Ifraim kazao wa Nyiramba wa Zanaki wa Jita wa Jalua wa Tutsi wa Nyankole wa Nyambo. Kupitia mtoto wake wa pili anaitwa Manase, kazao wa Makonde wa Makua wa Mwera wa Ndengereko wa Kwere wa Luguru. Mtoto wake wa mwisho wa Yakobo anaitwa Benjamini, ndo kazao wa Bena hawa Wakalenjin Wakaramajong wa Ndorobo na Wabenin kule. Kwa hiyo mimi, kwa Tanzania nataja makabila, lakini wa Afrika wote walioko Sub-Sahara na vitabu vipo. Mimi naomba pia kaka ni, ni, kaka, kaka akiniruhusu nitaje namba zangu pia, lakini kaka, kaka Madini akiniruhusu hapo, ili mtu akitaka kupata vile vitabu, mimi nagawa bure. Unaniruhusu kaka nitaje namba, taje namba, msalim namba zangu ni sifuri saba moja tatu sita saba nne sita tano tano sifuri saba moja tatu sita saba nne sita tano tano Maanangu ni nini? Najua uh, mimi natamani kila siku Madini dotcom tunafanya hizi convo, na mimi always Kaka Madini ndo kafanya tumeonekana kwa mara ya kwanza, heshima yake ni exclusive ah, lakini tunataka vile vitabu, unaweza kumfuata yeye kama ta, ata, wea, au uchukue hizo namba zangu, mimi nagawa hizo vitabu ni bure, vina ushahidi wote. Dr. Liki uongo wake tumeufichua, uongo wa makanisa yote tumefichua, uongo wa Waarabu wote tumeufichua. Pointi inabaki moja, wewe kabila lako hilo, kwa nini babu yako alishikilia? alishikilia kwa sababu ulikopo ni identity, ni kitambulisho, ni nida yako ya kwanza ambayo itakuunga wewe na manabii mababu zako wa mwanzo wale wakina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wakina Yohana Mbatizaji hadi wakina Yesu. Yesu alikuwa na rangi kama nyie. Yesu hakuwa mzungu, hakuwa mwarabu, hakuwa mchina. Kwa hiyo ndugu okay, zangu mimi point yangu ndio hiyo E, kwa jinsi navyoona, uh, kwa jinsi alivyonielezea hapo kwamba wanaonekana hawa jamaa kama alivyosema kwamba wametumia tu kiki kwamba kujiattach na sisi na uzao wa Yakobo kwa vile jinsi alivyomuelewa, uh, ila sasa cha kushangaza ambacho naona kama hawa jamaa wa West End kama basi watakuwa wanajipakulia minyama, namaanisha kwamba kwa, kwa kuweza kuwatukuza kama wao si mtakatifu mta Francisco si siupapa Benedict si nani, kwa hiyo kitu kama kama hicho. Kwa hiyo naona labda labda labda ili ili kuteka tu ile tension yetu, kama labda Joseph Kiula kwamba ili tuweze kujiattach na sisi ki spiritual zaidi. Asante Joseph, shukrani sana na asante sana kwa kuifuatilia madini.com kutoka Zanzibar. Asante pia, mimi nashukuru sana Grace and Gideon kwa leo nimeweza kupata nafasi hii na afurahi sana Kiula, nadhani namba zako nimeweza kusave kwa mengine zaidi nitaweza kukutafuta mimi mwenyewe ili tuweze kufahamishana taarifa na maarifa Asante, wow, sana kaka. Nashukuru sana kakangu, Asante. <laughs> Yes, so wakati Deus akiwa anaondoka tuendelee na brother Kiula, so <laughs> Live na G Roundup